Karibu katika Mseto Plus ya leo Oktoba 22, dakika kadhaa za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia, na nayekuletea taarifa hizo, jina langu ni Fatuma Husseni. Nyuma ya kamera ni Godluck Gustav. <mucho> Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tanzania Bara, John Heche amekamatwa leo asubuhi akiwa anaingia katika viunga vya mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam. Heche amekamatwa leo Jumatano Oktoba 22 nje ya mahakama hiyo, wakati akijiandaa kwenda kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Mkurugenzi wa sheria wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Gaston Gerubindi, ambaye alikuwa anafuatilia kukamatwa kwa John Heche, amesema baada ya kufika polisi, wameambiwa tayari John Heche amesafirishwa mchana huu kwenda Tarime. Kwa taarifa ya jeshi la polisi kupitia kwa dzdco apande George Bagem anadai ni kweli wamemkamata John Heche kwa makosa ambayo hajayasema, lakini anasema jambo la John Heche haliko Dar es Salaam, liko Tarime, na amedai kwamba jeshi la polisi tayari wameshamsafirisha John Heche kutoka Dar es Salaam kuelekea Tarime. Kwa hiyo kama chama eh, tunajipanga sasa kwa maana ya kuagiza mawakili walioko mkoa wa Mara na mawakili wengine kutoka Mwanza ili waelekee huko kwa ajili ya kuweza kutoa huduma za kisheria kwa makao mwenyekiti. Jeshi la polisi limesema linamtambua mwanamke aliyenaswa kwenye video inayosambaa mitandaoni akimpiga mwenzake. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi kutoka makao makuu, imesema ufuatiliaji wa tukio hilo umefanyika mara baada ya picha mjongeo hiyo kusambaa. Mtumiwa tayari amefahamika kwa majina, eneo analofanyia kazi pamoja na namba zake za simu. Taarifa hiyo imeongeza kuwa hatua stahiki za kisheria zimechukuliwa kulingana na matukio yanayoonekana kwenye video hiyo, sambamba na ushahidi unaoendelea kukusanywa. Aidha, jeshi hilo limetoa wito kwa umma kujiepusha na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi, ikikumbusha kuwa hakuna yoyote aliyejuu ya, ya sheria. Mgombea wa kiti cha urais wa Tanzania kupitia chama cha mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan amesema akipata ridhaa kuongoza serikali tena atakamilisha ujenzi wa daraja lenye urefu wa mita 390 katika eneo la Jangwani jijini Dar es Salaam ili kuondolea adha usafiri wakazi wa, wa mkoa huo. Samia aliyekuwa akizungumza leo Oktoba 22, 2025, katika mkutano wake wa kampeni uliofanyika wilayani Ilala amesema ujenzi wa daraja hilo utachochea shughuli za kibiashara. Hata hivyo, mgombea huyo amebainisha kuwa ujenzi huo utaenda sambamba na ujenzi wa soko kubwa la kisasa katika eneo hilo kwa ajili ya wafanya biashara wadogo wa jijini Dar es Salaam ili kuwafungulia zaidi fursa za kibiashara pamoja na kukuza uchumi wao hatimaye kuongeza pato la taifa. Ikumbukwe barabara za Jangwani inakabiliwa na changamoto za kujaa maji kipindi cha mvua, hivyo huathiri shughuli nyingi za kiuchumi kwa wakazi hao wa jiji hilo. Polisi nchini Uganda imesema mabasi mawili na magari mengine mawili yamegongana na kusababisha ajali mapema leo Jumatano kwenye barabara kuu magharibi mwa nchi hiyo na kuwa takribani watu 46 na kujeruhi wengine kadhaa polisi wamethibitisha kutokea kwa ajali hiyo mbaya katika barabara kuu kutoka Kampala kwenda Gulu kaskazini mwa nchi hiyo kupitia ukurasa wake wa X. Magari mengine manne yamehusika pia kwenye ajali hiyo ambayo yalipoteza mwelekeo. Ripoti ya hivi karibuni kuhusu ajali za barabarani nchini Uganda iliyotolewa na polisi ilisema kwamba asilimia 44.5 ya ajali zilizorekodiwa mwaka 2024 zilisababishwa na mwendokasi barabarani. Watu 5144 waliuawa katika ajali barabarani mwaka uliopita, idadi hiyo ikiongezeka kutoka watu 4,806 mwaka 2023. Mwisho mm -hmm wa Mseto Plus ya leo Oktoba 22, nilikusomea taarifa hizo. Jina langu ni Fatuma Useni, nyuma ya kamera ni Gudrak Gustav. Tukutane tena wakati mwingine, kwa taarifa zaidi.